Mtazamaji wa Chapesa Media, mimi naitwa Wasili Tambika, lakini nyuma ya kamera director Runde. Tumemfuata mchungaji wa Simba kabla ya mechi. Mchungaji alitabiri Simba ataibuka na mabao matatu katika dimba la Benjamin Mkapa, atamfunga mtani wake Young Africans, lakini hali ilivyokuwa, Simba Sports Club alienda kufanya mazoezi kabla ya mchezo. Simba Sports Club alitolewa katika dimba la Benjamin Mkapa na kufanywa vurugu na kuandika barua kugomea mchezo huo. Tupo na mchungaji wa Simba mchungaji mwenye maono yake lakini maono haya ya kutimia Simba Sports haya kumaliza maono ya wa mchungaji, wameamua waondoke Benjamin Mkapa na kuachia Young Africans kufanya mazoezi wenyewe na kumaliza hapo, wakaondoka dimba la Benjamin Mkapa. Mchungaji kwema? Ah kwema sana, sisi tunashukuru Mungu maana ushindi ni huko pale pale. mm. kwa lazima kwanza eh, mm. wazo tunashukuru Mungu kwa lazima pamoja na mfungo mfungo Ramadhani mm. kwa ujumla ni kwamba hivi mm si tumefurahi kitendo cha mechi kuahirishwa. Tumefurahi sana. Unajua kwa nini tumefurahi? TFF inaonekana mm. na busara sana. Dabi ya Simba na Yanga miaka yote hata mara nne

Sumelewa, vijana elfu mbili hawajui, eti wanasema twende kikisasa, eti mribo una, mpira unaharibika. Ndiyo utamaduni wetu sisi Simba na Yanga. Mlisema na kwanza, mlisema, kwanza, kwanza nakunukuu, na mlisema dabi haina kipengele. Nisikilize, yeah, mm -hmm. Vijana wa sasa wa hivi elfu mbili ndio wanatuletea matatizo. Dabi ya zamani si ilikuwa na mvutano kuliko? tarehe inaweza kwa leo, watu wamekubalisha mpaka muda. Yani muda umepangwa saa kumi na moja, inabadilishwa saa moja, sasa muda unaohusiana na mpira. Ndio dabi yenyewe inavyotakiwa iwe vile. Simba na Yanga tokea zamani ndio vile. Sasa so, kuna miaka hii hapa katikati watu wanakubaliana tukacheza kombe la Nyerere wanaenda. Tukacheza kombe la nini wanakubaliana. Sasa hiyo sio dabi. Huu ndio utamu wenyewe sasa. Hao wanavutana, hao wanasusa, wanataka, hawa hao hawa hawataki. Chama chenyewe cha mpira nacho kinapewa joto. Wanapimwa je, wana weledi? Wanapimwa je, mna uwezo? Ndio kipimo hicho sasa. Mchungaji kabla ya mechi ulitabiri Sipa Sports anaondoka na alama tatu na magoli matatu ila wafungaji ulikuwa hujasema, lakini iliari, Simba Sports mechi ikaahirishwa, akupeleka timu katika dimba la Benjamin Mkapa. Ina maana mmogopa Young Africans, kipigo cha mara tano mfululizo kingejirudia? Kwanza tuanze namba moja, siku zote tunaenda kuanza na chanzo chanzo, kwanza haya mengine haya yamejitokeza. Chanzo kikoje? Yanga wangefungulia waka mlango Simba wakaingia, haya yangetokea yote Meneja uwanja kuwa na taarifa. Nakwambia hivi mm, sheria mm, ya mpira kama unataka kucheza kesho na muda unaocheza ni usiku meneja, mm, saa tatu unafanya mazoezi, si yanafanyika? Yanafanyika baada haya, kupata hayo, sasa wasiingie nao, mabausa, wale wazuia. Kugundua kwamba haya, amesema wale wazuia Yanga, wale wazuia Simba, mabauza ni wa Yanga. Hiyo nguvu wameitoa wapi? Na nani kawatuma? Sisi shida yetu kubwa sasa tunajua. Nani aliyowaambia wasifungulie Simba kuingia? Meneja hana lolote, ni wale mabouncer. Meneja si amri tu. Wanasema kulikuwa kuna wazee pamoja na mbuzi. Ndio kitu ambacho mabouncer wa Yanga waliwazuia Simba Sports. Tena Yanga ni wadhaifu. Yaani ingekuwa ndio Simba. Wao wamesema pamoja na wazee wamebeba mbuzi, wamebeba makondoo, na ng'ombe mle ndani. Unawaruhusu wataingie. Wanafanya yao, nyinyi baadaye uanze sio kwa kwenu mnalinda. Nabali, mnukuja, Simba ambaye mnakuja unabadilisha kama ndio hivyo. Bado hujanielewa. Chakuelewa. Wange waruhusu Simba waingie. Alafu wao baadaye mm. waje si kwa wao, wao ndio wenyeji. Mm. Wanakuja tena wanafanya mambo yao, wanakaa nao usiku kucha. Na maana gani, mchungaji? Kama wa, kama wanavyohisi kwamba ni mambo ya kishirikina, mm. walikuwa na uwezo kuambia Simba ingie na baadaye wanakuja. Wa Mbona wow. ilikuwa kitu simple tu? Lakini Yanga alichungulia zile tatu. Yanga wow. alichungulia zile tatu ziko ndani ya neti na alikwambia hivi, mm. zile tatu mpaka zitoke mechi inaweza kuvunjika. Nisema mapema hapo, ili Yanga anusurike na zile tatu mechi, swali la nikuja baadaye, nilizuiliwa nisingie uwanjani. Kumbuka ya pamba aliingia ya, ya Yanga anakataa watani wa jadi no, wa atoke mtu, watu wameingia kwenye room mechi m Simba na Yanga ii dabi haijaanza leo. Tokea zamani, ndivyo ilivyo, na vitu vidogo. Watu wamekusigana muda tu, muda tu kusogezwa mbele, watu wamekataa na mechi ikavunjika. Wewe unasema swala kuingia uwanjani? No, kwa hiyo naomba hivi chanzo kilichosababisha umesababishwa yeah, yeah. Oh, ya <laughs> no, wa, na Yanga. Yanga ndio kusababisha. Kwa sababu wao wangewaruhusu wangeingia. Yote asingetokea. Ila Yanga sasa inakwambia wao sio wao. Ni meneja wa uwanja. Wasema wao usiki kabisa. Angalia Yanga pointi zao wanazo zinaenda kwamba wao wamezuiliwa na meneja. Oh, wow. wa nani? Wa uwanja. Wao oh, kesho yake okay, wao wakaenda kwa taratibu inavyotakiwa kwenda wapi? uwanjani. Mbaya zaidi, bodi ya ligi wakatangaza mchana, wakasema mechi iko pale pale, tunaelewa mechi iko pale pale pale. Yanga hao na basi lao, unajua wana dogo wale hao hao hao uwanjani wanasubiria mechi ichezwe. Kwa hiyo wao walienda kama bodi ya ligi ilivyo sema, lakini jana yake simba wao walisema wapeleke timu wao wao kuangalia, na simba wao walisikiza bodi, hivyo sema? Sema. Sasa wenye makosa Chanzo ni Yanga, hao wengine wamekuja kufuatia. Ngoja mkimbia Young Africans. Utamkimbiaje, angeturuhusu jana tungemkimbiaje? Mm. Kama kweli Yanga akiwa na jamii angesema hivi, hao ni wangu, na hao nimezoea kuwafunga. Na ruhusu, ingieni, mfate mnalotaka, kesho tunawagonga tena. Huo ndio ushujaa. Lakini wali-block kwamba tusiingie. Kama wali-block tusiingie, kesho tutachezaje mechi? Ndio hicho kilichotokea tu. Yeah. Young Africans jana wametoa taarifa wakisema dabi yao ilikuwa ni tarehe nane. Hmm. Hata bodi ya ligi wakipanga ratiba wao hawatushiriki wao, kwenye mchezo huo zidi ya Yanga Africa dhidi ya Simba Sports Club, hamara wawapatie pointi tatu na magoli matatu, si vinginevyo. Ndio linaloeleza Simba na Yanga siku zote haitumikagi kanuni. Simba na Yanga inatumikaga busara. Ukisema tufuate kanuni, utaiharibu dabi ya Simba na Yanga. Kwanza watu watagawanyika, utaharibu hata hiyo hiyo hiyo chama cha mpira chenyewe cha msingi busara iliotumika jana kuahirisha mechi, ndo busara hii inabidi itumike kuambia Yanga, kwa sababu jana wameambiwa apange siku ya mechi, Yanga wamekataa. Hawa Yanga bado wana hasira hawa, waache kama wiki hizi mbili tempo ipoe, alafu waambiwe apange mechi. Mechi itapigwa tu, unakufuata baka Bunju mchungaji kwa ajili ya mechi, ikipigwe lingine kwa lingine hilo Yanga. Kitendo cha kufuata Bunju, Simba sio kwamba wamefuata Simba kwa kupenda, mtaalamu wao

Jana wamefika, hamna mazoezi leo tena, utashanga utawasha basi, kwa sababu mtaalamu kaambia kama hamtacheza mechi na Simba, mimi nishatega vitu vyangu, nitakalo wakuta mimi simo. Kwa hiyo ndio baba anawaseka hivi, wewe na akili yako unaweza kutoa gari ukaipeleka ukaipeleka ukaipeleka bunju kufanya nini? Simba mkimbia, ndio maana nakufuata, si ndio? Nakueleza kwamba wao wametumwa na mtaalamu kwamba bila kucheza na Simba, nitakalo wakuta mimi simo, kwa sababu mtaalamu ameshatega mambo yake. Mechi haijachezwa, wewe unategemea kitu gani? Unanielewa? Ndio maana mpaka waone timu eh. Yeah. Mpaka timu ikutana eh, mpaka timu ikutana na, na basi ile, na wachezaji wakiona tu wale, biashara imeisha. Na sisi jana tumewakaribisha, leo mje tena. kwa hiyo Simba kama atafanya mazoezi leo Yanga wataenda okay, Yanga kinachosumbua mtaalamu wao, oh, uwezo ukatoa basi hapo ukalipeleka Bunju bila sababu za msingi, wale wameambiwa mpaka mcheze hiyo game. Ndio kinachowasumbua ya Yanga Afrika. Yanga wanakataa kamati ya maamuzi iliyoamua Simba Sports Club kuahirishwa kwa mchezo huu kwa maana Almas Kasongo pamoja na Steven Mguto kwa kamati yao ile ambayo imeshauri mechi ya Young Africans na Simba kuahirishwa. Wameikataa ile kamati. Wanataka kamati nyingine iundwe. So kwa kama, kamati kwa kama nani? Kwa maana kwa maamuzi ambayo ile utaona. Nasema hivi wao wanakuambia wale watoke. Wanasema wao kama nani? Mpira huu ki, yaani unavyoona timu zote za ligi kuu zote zina haki. Ye, mtu mmoja tu awaambia wow so one wow? Wale bodi wale, Kasongo aondoke na nani mwenzako, Kasongo aondoke bodi ya ligi na upande wa nini, upande wa ligi pamoja na kamati ya nini ile? Kamati ya mashindano ya ligi na kamati ya nini sijui ile. Yaani kasongo pamoja na wenzake nani? Mguto wetu waondoke ondoke kiki vipi. Kama maamuzi ambapo lifanyika. Hakuna cha maamuzi. Wao kama hawatafuata wakae pembeni ligi iendelee. Haiwezekani. Hmm, mtu mmoja akatosumbua kwenye ligi. Hmm. Wakae bingwa sasa chukua mtu mwingine. Hmm. Eh. Hey. Unadhani Yanga Africans kutokucheza idabi, asipocheza. Ubingwa utamwaga, um, ubingwa utamwaga utamua vipi? Kwa maana Yang Africans akikataa kucheza. Wale wanaanzisha tatizo nini? Wao ndio wanaanzisha tatizo, Yanga rai. Hakuna cha kiongozi wa TFF kuondoka, wanabaki. Umeona wale wale, mwana? Tarehe zitapangwa kama watakuja uwanjani, tutapata pointi tatu, Simba bingwa, biashara imeisha. Maana unamua wewe, Simba bingwa sasa, siwataki kucheza, si tufanyaje? Kwa hiyo kitendo cha kushinikiza kama walivyokaa jana, sababu jana wamekaa wameshinikiza eti Mguto aondoke na mwenzake nani, Kasongo, hawaondoki, walo bado watabaki kwenye mamlaka yao wao. Kama Yanga watamua kususa na wasuse, timu moja haiwezi kutusumbua, si kwenye ligi timu moja haiwezekani.